Lipo jambo ambalo huwa linaleta ugomvi, linaleta disappointment katika familia au pia katika marafiki, ndugu, katika society ambalo ni matarajio. Matarajio ni swala ambalo unatakiwa uliwekee maanani sana swala hili, kwa sababu litakusaidia kulinda amani ya moyo wako, litakusaidia kulinda mahusiano ambayo ulionayo na rafiki yako au na ndugu au ndani ya society. Unaweza kuwa labda wewe ni mtu ambaye unapenda sana kutenda mema siku zote. Unapotenda mema, usitegemee ule mtu au wale watu ambao unawatenda mema wawe pia wanakurudishia mema. Kwa sababu gani? Ukiweka moyo wako katika matarajio ya namna hiyo yatakuumiza. Kuna marejesho ambayo yanaweza yakaja kutoka kwa watu hao hao au kutoka kwa marafiki zako wanaweza wakakuumiza moyo mwishowe, ukaanza kulaani na ukaanza kulia, ukajiuliza kwa nini wewe unatenda mema lakini mwisho wa siku unakuwa ni mtu wa kuumizwa moyo. Nikusaidie tu, ni bora uwe na matarajio ambayo yapo neutral. matarajio ambayo yapo cut. Kwa kati, ukitenda mema usitegemee sana yule mtu uliyemtendea mema, au wale watu uliowatendea mema kukurudishia mema. Kwa hivyo ni shauri tu kwa machache kwamba ni afadhali ukae neutral, kaa katika matarajio ambayo yapo kati kwa kati.